Bwana Yesu asifiwe, wana wa Mungu mahali popote pale mnaponisikiliza na kuweza kunitazama mbele yako. Ninaitwa Apostle Justin Semba, Apostle of Fire. ff Uh, leo ninaenda kukwambia kile ambacho nimekiona kuhusu nchi ya Tanzania. Kwa hiyo mtanisamehe sana kwa wale ambao mmekuwa mna itikadi nzito sana uh, za, za vyama wanaitwa wanachama wakeleketwa, mtanisamehe sana kwa sababu uh, ya kile ambacho ninaenda kukiongea hapa, ninaweza nikaenda nikawajeruhi moyo kwa wale wakeleketwa wa baadhi ya vyama nchini Tanzania. Ninazungumzia sisi, ninazungumzia Chadema, ninazungumzia vyama vyote vya upinzani. Ikiwa wewe ni mkeleketwa kati ya vyama hivyo ambavyo nimevitaja, au kati ya vyama ambavyo vinaendelea kuwania nafasi mbalimbali katika nchi ya Tanzania, basi kwa kile ambacho nitakisema hapa, ikiwa kitakukwaza kwa namna moja au nyingine, basi nitaomba radhi. Kwa wewe ambaye una matatizo na shida mbalimbali, unaomba ushauri, unaomba maombezi uh, namba zangu ni hizo hapo chini, zinapita nitafute kupitia WhatsApp au unaweza ukanipigia kawaida. Lakini leo Uh, Mungu Roho Mtakatifu ameniambia nije nizungumze uh, yale ambayo nimeweza kuyaona kuhusu nchi ya Tanzania. Sio mambo mepesi sana, ni mambo mazito, ni mambo magumu, ni mambo ambayo yanahitaji subira ya watakatifu peke yake ili yaweze kutokea na Mungu aweze kuchukua utukufu wake. Nilipokuwa katika mlima wa maombi niliweza kupitiwa na usingizi, na nilipokuwa nimepitiwa katika usingizi huo mzito sana, niliweza kuchukuliwa, nikaweza kupelekwa katika maono. Niliweza kujiona nipo chumbani, nimeweza kulala, nikaisikia sauti ikiita, Tanzania Tanzania Tanzania. Ilikuwa ni sauti ambayo takriban iliita mara saba, iliita Tanzania, Tanzania, Tanzania. Nami nilitaka nijue ni nani huyo anayeita nchi ya Tanzania pasina kutaja jina la mtu hata mmoja, bali alikuwa anaita nchi ya Tanzania. Nilipojaribu kuamka kushtuka, mahali ambapo nilikuwa nimelala nikaweza kutoka nje ile niweze kuona ile sauti ambayo ilikuwa inaita Tanzania Tanzania. Ilikuwa inaita takriban mara saba, inaita mara saba, inanyamaza, inaita mara saba, inanyamaza, inaita mara saba saba, inanyamaza. Basi shauku yangu na kiu yangu kubwa ilikuwa ni kutamani kuona ni nani huyu ambaye anaiita nchi ya Tanzania. Nilipotoka nilikuwa naifuata ile sauti, ghafla nikakuta mtu yupo kama kwenye mlima alikuwa kwenye mlima, si kama yupo kwenye mlima, maana nimesema kama ni kama kivuli ambacho hakina uhalisia, ni alikuwa kwenye mlima. Na alikokuwa kwenye mlima, nikawa nawaona watumishi mbalimbali wa Mungu ambao walikuwa wanaifuata ile sauti, kama ambavyo mimi nilikuwa nikifuata ile sauti. Yule aliyekuwa anaita nchi ya Tanzania alikuwa amevaa mavazi ya meupe, lakini alikuwa amevaa mkanda mwekundu. Watu wote walikuwa wana shauku ya kwa nini yule ambaye tulikuwa tunamwona ya Tanzania alikuwa anaita mara saba, alafu ananyamaza. Kwa hiyo kila mmoja alikuwa ana shauku na kutaka kujua ni kwa nini mtu huyu anayeita nchi ya Tanzania. Kwa hiyo nikawa nawaona uh, watu wengi sana ambao baadhi ya watu niliweza kuwatambua sura na watu ambao nilikuwa nikiweza kuwatambua pale walikuwa ni watumishi wa nchi ya Tanzania. Nakumbuka niliweza kumwona Mwalimu Christopher Mwakasege, lakini nakumbuka pia niliweza kumwona uh, Prophet Edmund Mastek lakini nakumbuka nilimuona Rolinga, lakini na pia nakumbuka nilimuona Evangelist Daniel Joshua wa RGC pale Goba Center. Nikaweza kuona watumishi wengi sana ikiwemo kuna mtumishi mmoja anapatikana Morogoro, anaitwa Nabii Dennis ambaye yeye yeah, ametangaza muda mrefu kidogo kwamba Bladige Sataya atakuja kuikomboa nchi ya Tanzania, lakini pia niliweza kumwona pastor mmoja anaitwa Pastor Kabigumila Dickson Kabigumila. Hawa ndio watu baadhi ambao niliweza kuwaona katika lile kusanyiko, na walikuwa sio wananchi wa kawaida. Nilikuwa sioni watumishi wa kwa, wananchi wa kawaida, nilikuwa nawaona watumishi wa Mungu wengi sana, na walikuwa ni watumishi wa hapa nchini Tanzania, lakini pia kuna watumishi walitoka nchi za nje kama Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi, Zambia, South Africa. Niliweza kuwaona uh, baadhi ya maprofiti kutoka pale Zimbabwe, mimi nikawa na shangaa sana kwa nini watumishi wa Mungu tumekusanyika? Na kila mmoja alikuwa ana kiu yake, na kila mmoja alikuwa ana shauku yake ya kutaka kujua ni kwa nini yule mtu aliyevaa mavazi meupe na amevalia mkanda mwekundu, ni kwa nini anaita nchi ya Tanzania. Na alikuwa anaita Tanzania, Tanzania, Tanzania, anaita mara saba na nyamaza, na kila mmoja alikuwa anasogea pale, ili kutaka kujua ni nini ambacho kitatokea. Sasa baada ya pale, tukao tunaona kitu cha ajabu sana tukawa tunasikia kwamba nchi ya Tanzania inaenda, uh, kuna jambo ambalo linaenda kufanyika, jambo ambalo litaenda uh, kushangaza watu ghafla. Uh, mtu yule alipokuwa akiita Tanzania Tanzania, kumbuka nimekwambia, nilikuwa nawaona viongozi mbalimbali wa dini, nilikuwa nawaona manabii, nilikuwa nawaona mitume, nilikuwa naomba, na nilikuwa nawaona na wachungaji, nilikuwa nawaona wainjilisti. Kwa hiyo kila mmoja alikuwa na shauku yake na kiu yake, kwa hiyo Tukawa tunataka kujua kwamba ni kitu gani ambacho atakizungumza baada ya kuwa anaita Tanzania Tanzania. Baadaye sasa nilikuwa tunamwona yule mtu mimi na hawa watumishi wenzangu, tulikuwa tunamwona yule mtu sasa akiwa anaitoa Biblia, lakini pia alikuwa anakitoa kitabu kimoja ambacho kilikuwa kimeandikwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hapa sasa ndipo ambapo unahitaji uweze kutenga sikio lako vizuri, uweze kunisikiliza kwa umakini sana, bila kutumia miemko ya aina yoyote mingine, uh, kwa sababu mambo mengine nitazungumza kwa mafumbo, nitazungumza kwa mafumbo ili wale ambao wamepewa neema ya kuelewa waweze kuelewa ni nini ambacho Mungu na Mtakatifu amekusudia kuhusu nchi hii ya Tanzania. Kwa hiyo tukawa tunamwona ametoa vitabu vile, ametoa Biblia, ametoa na kitabu ambacho kilikuwa kimeandikwa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukawa tunamwona uh, mtumishi mmoja mkubwa sana ambaye sitamtaja jina, lakini katika kodi hizi ambazo nitazitaja, nadhani utakuwa unaelewa kabisa kwamba huyu ni nani ambaye inamzungumzia. Cha kwanza kabisa, mtumishi huyu ana sifa ana watoto ambao wana msimamo mkali, ana watoto wa kiroho ambao wana msimamo mkali, yani ukiwachukua watoto wake kumi na tano tu unawapata watoto mia mbili watoto wa kiroho mia mbili wa wow, mtumishi ah, burudosa, yani ukiwachukua huyu mtumishi ambaye alikuwa anaonekana sasa ambaye nimekuambia sitamtaja jina mpaka majila hayo yaweze kuadia. Ana watoto wa kiroho ambao wana misimamo mikali. Nikawa namuona yule mtu aliyekuwa anaita nchi ya Tanzania, Tanzania, Tanzania, Tanzania mara saba akiwa anamlisha Biblia. Mara ya kwanza alimlisha Biblia, lakini mara ya pili alimlisha kile kitabu kilichoandikwa katiba ya Jamhuri ya muungano wa Tanzania, nikawa naona mdomo umefunuka kwa huyo mtumishi wa Mungu ambaye nimekwambia na watoto wenye misimamo mikali, akawa nalishwe hivi vitabu viwili, alilishwa Biblia akalishwa katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na hawa wengine ambao tulikuwa tumesimama tu pembeni, nikaisikia sauti inaniambia ya kwamba nyinyi wengine endeleeni kuifanya kazi ya Mungu, lakini huyu kwa sababu anapenda mambo haya tumemlisha mambo mawili, tumemlisha mambo ya kiroho lakini tumemlisha mambo ya utawala. Na hakika yake tukataka kujua ni kwa nini amelishwa vitabu hivi viwili, Biblia pamoja na katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Tukawa tunamuona mama mtu mzima ambaye alikuwa ni tofauti kabisa na desturi zetu na alikuwa tofauti kabisa na mitazamo yetu, akiwa anasema ya kwamba mtu huyu atajiwi kulishwa kitabu hichi kilichoandikwa katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, kwa maana tulimvizia muda mrefu sana tuweze kumuua na kuweza kumaliza. Ndipo nikamsikia yule mtu aliyekuwa anaita Tanzania, Tanzania, akasema, watazame hawa watumishi wa Mungu ambao hawa sasa, nitaweka mzigo nitaweka mzigo wa kumwombea huyu mtumishi wa Mungu mpaka atakaposimama mpaka atakaposimama mpaka atakaposimama ataka. Na nikawa naona pale, kila badhi ya mtumishi ameenda kama chini anasujudu, maono ya yule aliyekuwa anaita Tanzania Tanzania Tanzania. Mungu wa mbinguni akubariki sana, uweze kuelewa nini ambacho Mungu Roho Mtakatifu amekusudia kuhusu nchi ya Tanzania. Ikiwa una shida na matatizo mbalimbali, basi nipigie kupitia namba hizo hapo chini 0785 08 58 98 98. Apostle Justin Semba ndiye jina langu. Apostle Paul. Mungu amenitia mafuta nije nihubiri wa nyenyekevu habari njema. Amenituma nije nitangaze mwaka ambao Mungu atakuja kuokoa watu wake katika nchi ya Tanzania. Shalom, shalom. Mubarikiwe sana.